Ya chama taifa, lakini hapa leo, iwe ni mwenyekiti wetu, nakushukuru sana. Nami ni ungane na, na ninyi viongozi wetu pamoja na Watanzania kwa ujumla kwenye kuendelea kuomboleza uh, kifo cha aliyekuwa mwasisi wa chama chetu Mheshimiwa Edward Mtei uh, roho yake ilale mahali pema ya peponi. Amina. Mheshimiwa Kwambalu umejaribu kuzungumza historia yangu kwe, ya kwenye siasa japo kwa ufupi sana, nami naomba nikazie hapo kidogo, kwa kuonyesha ni namna gani nilijiunga kwenye siasa hizi uh, kabla sijawa mwanasiasa ninaweza kusema nilikuwa mwanaharakati bila kujua kama mimi ni mwanaharakati, kwa sababu toka ninasoma shule ya msingi nilijikuta ni mtu ambaye ninapenda kusimamia masuala ya haki. Sipendi kuona mtu anayeonewa, sipendi kuona mtu anayedhulumiwa. Kila panapokuwa na mazingira hayo, mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaonekana wameleta tafrani. E, nilikuwa naonekana kwa sura ni mpole, lakini mara zote migogoro ilikuwa inatokea pale ambapo nilikuwa ninaona mazingira ya kudhulumika kwa mtu au mimi mwenyewe. Kwa hiyo kutokea shule ya msingi, then nikafika nikaenda sekondari, mazingira yalikuwa ni hayo. Nakumbuka tulikuwa na mazingira ya kupenda kudai haki. Mpaka namaliza kidato cha nne hatukuwahi kuruhusiwa kufanya graduation kote nilikosoma, kwa sababu tu madarasa ninayokwenda ninasoma, tulikuwa ni watu tunaoleta shida kwenye hizo shule. Kwa hiyo mwisho wa siku tunajikuta tumeenda nyumbani bila kusherekea kubaliza shule. Uh, baada ya hapo nilijiunga DIT, ambapo pia nako harakati ziliendelea kama mnavyofahamu, moja ya vyuo vi, vya elimu ya juu ambavyo vimekuwa ni vya harakati, vya kupambania haki kwa muda mrefu japo sasa hivi kumepoa, ni chuo, ni Dar es Salaam Institute of Technology ambako tulikuwa na kina mheshimiwa David Jumbe, tulikopambania sana upatikanaji wa haki za serikali za wanafunzi kwa maana ya masuala ya mikopo, lakini pia fedha zilizokuwa zinatolewa kwa ajili ya wanafunzi. Tulifanya hayo, lakini bila kujua kwamba sisi tulikuwa ni wanaharakati tunaounga mkono ajenda za kisiasa. Na baada ya hapo, wakati wa uchaguzi wa elfu mbili na tano ambapo mheshimiwa Freeman Mboya aligombea urais no ndipo sasa nilipoona kabisa kwamba ajenda na sera zilizokuwa zikizungumzwa kwenye majukwaa zilikuwa zinaendana au zilikuwa zinanigusa moja kwa moja na yale ambayo nimekuwa nikiyatamani. Kwa hiyo mwaka elfu mbili na saba nilijiunga rasmi na Chadema ambapo nilijiunga nikiwa pale Ubungo, lakini wakati huo najiunga, nilikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na baada ya kuwa tu mwanachama wa Chadema tulianzisha vuguvugu la kutaka kuihuisha TSNP. Kuna, uh, institution, uh, kuna umoja ulikuwa hapo kabla sisi hatujaanza, ilikuwa inaitwa Tanzania Student Networking Program, ambayo iliasisiwa na wenzetu, lakini ilifanyiwa, ilikuwa imefanyiwa siasa kidogo, kwa hiyo haikuwepo. Kwa hiyo wakati wa kuanzisha vuguvugu hilo la, la, la kufufua TSNP tulipopata changamoto hasa za kuingiliwa na siasa za Chama cha Mapinduzi, ndipo hapo tulikuja na ubunifu wa kuanzisha Chaso. Kwa hiyo kama mtakumbuka, Chaso ilianzishwa baada ya kuona tumeshindwa kuifufua TSNP. Na baada ya hapo, wakati huo nikiwa ni mkazi wa jimbo kwa, la Ubungo. Mheshimiwa Pamela, kabla hujasonga mbele, nisaidie kueleza Chaso ni nini, ili anayekusikiliza usimwache kando. Afu wenda, asante. Asante. CHASO ni, kif, ni kifupi cha neno CHADEMA Students Organization ambao ni umoja wa wanafunzi ambao wanashiriki siasa za chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambao wako kwenye vyuo vyote nchi nzima, na CHASO ipo kwenye vyuo vyote vya elimu ya juu ambapo tunao uongozi naamini na hasidhani kama kuna chuo ambacho hakina uongozi wa Chaso. Kwa hiyo nawakumbusha hata wale wanafunzi ambao wako wameingia kwenye vyuo, kama wanapenda na wanaunga mkono harakati za Chadema basi wasisite kujiunga na Chaso kwa ajili ya kuendelea kupambania haki na demokrasia ya kweli katika taifa. Kwa hiyo um, mwaka wa elfu mbili na na na nane niliingia rasmi sasa kwenye uh, kufanya kazi za siasa za chama kwenye eneo la Ubungo ambapo kuanzia mwaka huo mpaka mwaka wa elfu mbili na kumi tulikuwa kwenye vuguvugu vugu kubwa kabisa, kama wanafunzi wa vyuo vikuu kuhakikisha tunaunga mkono uh, harakati zote na uh, kazi zote zilizokuwa zinafanyika kwa ajili ya kuelekea uchaguzi mkuu na ndipo hapo mwaka elfu mbili na kumi tuliamua sisi kama wanafunzi kuwa sehemu ya mawakala, na kwenye jimbo la Ubungo mawakala waliosimama karibia vituo vyote elfu moja na kumi na tatu walikuwa ni wanafunzi kutoka vyuo vikuu vya Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam na vyuo jirani, na ambapo mimi nilikuwa sehemu ya kusukuma vuguvugu vugu hilo. Lakini kabla sijasonga mbele, Mheshimiwa Pambalu na wote kwa faida ya wengine unaonisikiliza Uh, mwaka elfu mbili na tisa jimbo la Ubungo walinipa dhamana ya kuwa mtunza fedha wa vijana katika jimbo hilo, lakini kama mnavyofahamu, ni mtunza hazimo, kwa sababu kwenye nyakati hizo kulikuwa hakuna fedha, lakini tulikuwa tunaendelea kujitolea kwa ajili ya harakati za kujenga chama, lakini kwa ajili ya kuvutia vijana wengine wadogo ambao wako vyuoni kwa ajili ya kuunga mkono uh, siasa hiyo ya Chadema. Na mafanikio ya elfu mbili na kumi yalikuwa ni makubwa ambako tulimpata mbunge wa jimbo ambaye ni Mheshimiwa John John Mnyika ambaye na yeye pia hakutuangusha, alipokwenda bungeni alituwakilisha vyema. Baada ya hapo elfu mbili na kumi tuliendelea na siasa. Mwaka elfu mbili na kumi na mbili nilihamia jimbo la Kawe ambapo nako waliniamini wakanipa nafasi ya kusimamia vijana kwenye jimbo lile. Lakini mbali na kusimamia shughuli za vijana, kwa maana ya kuwa mwenyekiti wa vijana, tuliendelea kufanya shughuli za chama ambapo nilifanya kazi kama mjumbe wa baraza kuu na wakati tunafanya hayo, mtakumbuka kumekuwa na operesheni nyingi sana za chama ee, operesheni ambazo zilikuwa, zina, zilikuwa na majina mbalimbali. Mtakumbusha operesheni Sangara na nyingine ambazo sisi pia tumekuwa sehemu ya kuunga mkono na kushiriki kwa ajili pia ya kuhamasisha uh, vijana kuendelea kusukuma gurudumu la kudai mabadiliko. Mbali na kushiriki operesheni za chama, kwa maana operesheni rasmi pia tulishi nimekuwa sehemu ya watu ambao tulikuwa tunapewa kazi mbalimbali, mbali na chama kwa ajili ya kushiriki hasa chaguzi ndogo. Mtakumbuka tumeshiriki, tulikuwa na chaguzi za marudio maeneo kadha wa kadha, tulikuwa na Igunga, tukawa na Kalenga, tukawa na Arumeru, ambako kote kulitokea madhira makubwa, na ni kwa bahati nzuri kwamba sisi wengine hatukukumbwa na madhara ya moja kwa moja, lakini tuliwapoteza ndugu zetu, marafiki zetu wengine wakiwa ni wa umri mdogo kuliko sisi na wengine tulilingana nao, ambao walipoteza maisha na wengine kupata ulemavu wa kudumu ambapo hayo yalipokuwa yakitokea, sisi tuli, hasa mimi, niliendelea kupata chachu ya kuendelea kusimama katika mapambano haya kwa sababu nikikumbuka kwa historia wako watu ambao hawaku deserve kuumia, like, kama wakina Beni Saanane ambao waliondoka bila sisi kujua wamepotelea wapi, na tunajua struggle zao, tunayajua maisha yao walivyokuwa wanaishi, lakini wamepotezwa kwa sababu tu kuna watu wanataka kukaa mahali basi nikasimama nikasema, ninataka nisimame kama mtu wa mfano, hasa nikiwa kama binti, lakini kijana Ha, ambaye natakiwa kuionyesha dunia kwamba pamoja na, ku, na vitisho pamoja na mazingira yote magumu ambayo tumekuwa tukiyashuhudia, hasa ya kuwapoteza watu ambao tuliwaamini, tuliwathamini, lakini pia walikuwa ni watu waliokuwa na haki ya kuishi kama sisi, kwamba tutawaenzi, na kwenye kuwaenzi huko ni pamoja na sisi kuendelea kusimama katika kuipambania sera ya chama lakini vilevile husimama katika kudai haki bila uoga. Na mtakumbuka mwaka elfu mbili na kumi na nne nilipata nafasi ya kuteuliwa kuwa sehemu ya wale wajumbe wa Bunge la Katiba, ambapo niliteuliwa kwenye kundi lililoitwa watu wenye malengo yanayofanana. Sikuenda kama mwanachama, ila nilienda kama mwakilishi wa taasisi za vijana, lakini tulipofika kule wakati wa mchakato wa mcha ule wa, wa kujadili ile rasimu ya Warioba, mtakumbuka kwa kweli bunge lile lilionyesha dhahiri kwamba walioko madarakani hawakuwa na nia ya dhati, wala walikuwa hawana dhamira ya kweli ya kutaka taifa lipate katiba mpya. Na matokeo yake tuliamua kusimama kwa kuunga mkono aa, vyama ambavyo vilikuwa vimesimamia rasimu ya Warioba kwa maana ya uh, vyama vya upinzani. Na baada ya kuamua kusimama kwa pamoja, baadhi ya wajumbe waliokuwa wameteuliwa na rais, lakini pia vyama vya upinzani, ndipo hapo sasa tuka, nilikuwa sehemu ya vuguvugu la kuanzisha uh, la kuanzisha Ukawa, ambapo tulishuhudia uh, um, uanzishwaji wa Umoja wa Katiba ya Wananchi ukileta matunda na ukizaa matokeo chanya sana yaliyofanya mabadiliko makubwa mwaka wa elfu mbili na kumi na tano. Lakini tu ni niongeze hapo kwenye mwaka F2, wakati tuko pale bunge kwenye bunge la Katiba, baada ya kushuhudia mchakato ule ukiendelea ku, kunyong'onyezwa na ukiendelea kufanyiwa kutengenezewa mazingira yasiyokuwa yana uhalali kwa watanzania mimi pamoja na wenzetu tuliungana pamoja na kuamua kuliacha bunge lile na kusarenda kila kilichokuwa kinaendelea, ikiwa ni pamoja na fedha nyingi ambazo tulikuwa tunazipata. Takumbuka, kipindi hicho, bado tuko kwenye maisha ya kuendelea kupambana, bado maisha, bado ni mdogo, sina fedha, lakini nilitambua umuhimu wa kusimama katika mm. haki na kusimamia mageuzi ya kweli, badala ya kuta, ya kuingiza tamaa mbele. Kwa hiyo niliweza kuishinda tamaa na kuungana na wenzangu tukaliacha lile bunge, hatukuendelea na mlishuhudia, baada ya sisi kuamua kuondoka na kuacha mchakato ule mm hata wenzetu walishindwa kuendelea na mchakato kwa sababu walikosa uhalali, na hata hivyo wangeendelea bado wasingepata kuungwa mkono huku nje. Kwa hiyo baada ya hapo elfu mbili na kumi na tano uh, nikiwa ni mwanachama lakini mjumbe wa baraza kuu, tuliungana na wenzangu watatu, naomba kwa ruhusa yenu niwataje hapa uh, ndugu yangu Godlisten Malisa pamoja na Dr. Cyrilo tulifanya uh, kazi kubwa ya kwenda kuwasapoti vijana wenzetu waliokuwa wanagombea maeneo mbalimbali nchi nzima kwa gharama zetu. Tulizunguka mikoa mingi, siwezi kukumbuka idadi, lakini ntakumbuka tulianza Dar es Salaam, tukapita Tanga, tukaenda Kilimanjaro kwenye majimbo kadhaa, tukatoka tukapita Singida, Singida tukaenda mpaka <coughs> tulipita Dodoma tukaenda Tabora, kote huko tulikuwa tunawasapoti wa kina Samu Ntakamlenga, tumekwenda uh, uh, Shinyanga tukamsapoti ndugu yetu Patrobas Katambi ambaye leo ni waziri ambaye ameaminika kabisa akiwa anatokea Chadema tunaona anaendelea kuaminika huko kwenye chama tawala, lakini asili yake na chimbuko lake alianzia kwenye chama chetu ambako alijengwa na kupikwa akapikika. Na baada ya hapo tulikwenda Mwanza tukawasapoti ndugu zetu kadhaa mm. Na tulipotoka Mwanza tulikwenda Mara, tukamsapoti ndugu yetu Esther Bulaya, tukaenda Tarime, tukamsapoti Esther Matiko, tukaenda uh, Tarime vijijini, tukamsapoti kaka yetu Heche, na tulikuwa na ratiba ya kwenda kwa Steven J. Owawa, lakini ratiba haikuturuhusu Tulipotoka hapo tulishuka tukarudi kanda ya kusini, ya, ya kanda kanda ya Nyasa, ambako tulienda mpaka Mbeya, lakini tulifika Mbozi eh, kwa ndugu yetu anaitwa Fanuel. Na baada ya hapo tulirudi Dar es Salaam, lakini bila kusahau tulikwenda mpaka Isimani kumsapoti ndugu yetu Patrick Sosobi. Lengo letu kubwa ilikuwa ni, kwa, iliku, jaribu kuongeza nguvu kwa vijana ambao tuliamini wakipata nafasi ya kwenda bungeni wanakwenda kutuwakilisha vyema, lakini pia wanakwenda kuwa sehemu ya kusimamia haki na sio kupoka haki za Watanzania kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia uh, uwakilishi ambao uko kwenye bunge letu ambao mara nyingi uwakilishi wa wenzetu umekuwa sio watija hausimamii yale ambayo Watanzania wanatamani kuyasikia. Kwa hiyo hiyo ndio nguvu kubwa ambayo tuliitumia pamoja na vijana hawa wenzetu kuhakikisha tunaunga mkono hayo ambayo nimeyasema hapo. Na baada ya elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na kumi na tano hiyo na mimi nilishiriki kugombea ubunge wa viti maalum, lakini kwa bahati mbaya sana sikuwa miongoni mwa watu ambao tuliteuliwa na chama, kwa maana ya zilipopangwa listi ya watu wanaotakiwa kuwakilisha bunge wa, kwenda bungeni kati ya wabunge thelathini na nane sikuwa miongoni mwao, lakini sikukata tamaa kwa sababu nilikuwa naamini nafasi zinakuja. Nafasi yoyote ya uongozi inatoka kwa Mungu. Mimi naamini sana katika nguvu na ukuu wa Mungu. Kwa hiyo nilijua wakati wangu ukifika basi zamu yangu ita nitahesabika au nitaitwa kwenye, kwenye, kwenye mstari. Kwa hiyo mwaka elfu mbili kumi na sita niliendelea na siasa za jimbo la Kawe, ambapo pia wakati ninafanya kama mwenyekiti wa vijana lakini mjumbe wa baraza kuu la chama, nilianzisha vuguvugu kubwa la vijana ambao tulikuwa tuna makongamano ya kuvutia vijana hasa ambao wanapenda masuala ya mazingira, lakini tulikuwa tuna timu mbalimbali mbali ambazo nalizilea za kuinua vipaji vya vijana wanachama na wasiokuwa wanachama. Kwa hiyo tulipata pia uungwaji uh, mkono mkubwa wa vijana kutoka jimbo la Kawe ambao walishiriki katika programu zetu hasa za kutunza mazingira, elimu ya afya, lakini vilevile kwenye swala zima la michezo. Kwa hiyo elfu mbili na kumi na saba ndipo ambapo kulikuwa na mchakato wa, wa nafasi hizi za wabunge wa bunge la Afrika Mashariki, ambako chama kilitangaza, na mimi kama mwanachama ambaye niliona nimekidhi vigezo, niliomba kwa ngazi ya chama, na bahati nzuri nilipitishwa kwenye mchakato wa ndani ya chama, na chama kilinipeleka pale bungeni Dodoma kwa ajili ya kuendelea kuziomba zile kura za pale, japo zoezi la pale halikuwa jepesi sana nadhani ndugu yangu mheshimiwa mbunge anafahamu. Kuwaomba wanasiasa kura, hasa wanasiasa ambao na wenyewe wanaijua figisu vizuri ya siasa, huna jipya la kuwaambia, lakini kwa kuwa ilikuwa imepangwa iwe, lakini na pamoja na jitihada zangu mbalimbali ambazo ni nilikuwa nimezifanya lakini, uh, mambo mengi ambayo wengi walikuwa wanayafahamu wana, au wanayaona kwa nje kwamba nimekuwa ni mtu wa mchango kiasi gani kwenye jamii ilionizunguka, basi niweza kupata imani ile na nikachaguliwa rasmi kwenda kuwakilisha Tanzania kwenye bunge letu la Afrika ya Mashariki, na nimekwenda bungeni. Wakati tuko bungeni, tumeendelea kukisapoti kuki chama kwa mujibu wa utaratibu ambao umewekwa. E, kwamba unapokuwa mbunge ni lazima uendelee kufanya shughuli za chama. Mimi naweza kusema ni miongoni mwa wabunge ambao tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu na chama, lakini tukisapoti shughuli mbalimbali za chama kuendelea kuungana na wenzetu katika kuhakikisha tunasimamia yale ambayo chama kinaelekeza tuyasimamie, lakini pia kwenye bila kusahau kwenye kutoa michango mbalimbali mbali, ambayo imekuwa ikisukuma na ikisaidia sana chama, na mtakumbuka toka mwaka elfu mbili na ishirini ambako chama chetu kilikumbwa na lile sekeseke seke la kushindwa kupata uwakilishi ndani ya bunge kwa maana kufanyika kwa uchafuzi, chama chetu hakikupata ruzuku Hatukupata ruzuku tulikuwa hatuna ruzuku wala hatukuwa na uh, sosi yoyote ile ya fedha. Kwa hiyo uh, sisi kama wabunge ambao tulikuwa bado tunaendelea kuhudumu tulikuwa sehemu ya kukipa chama faraja kwa ajili ya shughuli ndogo ndogo, na ninaweza kujivunia kwamba nilikuwa miongoni mwa watu ambao hatukukiacha chama wakati wa mapito haya magumu na, tulimaliza bunge letu, nimemaliza ubunge elfu mbili na ishirini na mbili, nikaendelea na shughuli za chama, ambapo nimekuwa nimebaki kama mjumbe, mjumbe waba, wa bar, baraza kuu ambapo nilikuwa nawakilisha BAWACHA. Niliendelea na kiunga mkono lakini kufanya shughuli zaidi za wanawake, ambapo tulifanya vitu vingi ambavyo nimezunguka majimbo mengi kisapoti baadhi ya watu lakini pia kuendelea kutoa vifaa vya ujenzi wa chama na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo, hiyo yote ina, nilikuwa nnafanya kwa sababu ninaamini bila chama nisingefika hapo nilipo, bila Chadema nisingetambulika, bila Chadema Pamela asingekuwa mwanachama wa Interparliamentary Union bila Chadema Pamela asingekuwa msemaji wa msemaji wa mmoja wa wanawake wa bunge Afrika Mashariki. Bila Chadema Pamela nisingeweza kuzunguka nchi zote hizo ambazo nilikuwa nakwenda kwa ajili ya kufanya shughuli lakini pia fursa nilizozipata za kutengeneza marafiki na kuendelea kuaminika kwenye nyanja tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na kuwa mjumbe wa baraza la biashara la Afrika Mashariki ambapo mpaka yeah, sasa yeah, ninaendelea ninaendelea kufanya uh, majukumu kadha wa kadha ambayo yanaleta fursa kwa wana wake hasa na vijana ambao wanafanya biashara zinazovuka mpaka kwao. Naweza kusema Chadema imekuwa ni tanuru la kulea watu, sio tu kulea kwa ajili ya kukua bali kuwakuza, kutukuza. Imekuza watu kiuchumi kwa sababu bila Chadema nisingekuwa labda na status nilio kukua, nilionayo, kwa maana ya hata uchumi, kwa maana ya chochote nilicho nacho, japo nina elimu na masters lakini mchango wa elimu yangu unaweza kuwa tu ni ki, kipengele kidogo, lakini siasa ya Chadema ndio iliyofanya nikawa na vitu ambavyo vingi nina vimiliki kwa sasa, na wapo watu nyuma yangu wengi wanaendelea kunufaika na matokeo haya ambayo uh, niliyapata kutokana na mimi kuendelea kuwa imara, lakini pia nidhamu ambayo nimekuwa nikionyesha kwenye chama changu misimamo iliyo thabiti ambayo sio ya kuyumba, eh, misimamo isiyotetereka tumekumbwa na mawimbi mengi ambayo wote mmeshuhudia, na matamanisho ni mengi sana, lakini nikikumbuka nilikotoka, sioni kama kuna mahali popote pale ninaweza kusimama nikang'aa kama nilivyo kwenye CHADEMA kwa sababu okay. Pia CHADEMA imenifanya ning'ae, na itaendelea kunifanya na mimi nitaienzi hivyo. Asante Pamela, asante sana umezungumzia mambo mawili kwanza ni mchango wa dr sirilo vijana e, wengi hawautambui mchango wake amekuwa mo kwenye mambo ya kitaaluma kwa sasa ya kitaaluma lakini amekuwa na mchango mkubwa lakini umezungumzia sana kuhusiana na kuacha bunge kwa maslahi ya umma yani kuondoka kwenye bunge la katiba Eh, wengi wanatambua kwamba walioondoka kwenye bunge la katiba au walikuwa u, u, u, u, kafu na Chadema na NCCR mageuzi tu, tulipokuja kuunga, kuunga ukawa, lakini ukweli ni kwamba kuna taasisi zingine eh, ambazo ziliondoka including wewe ulikuwa mbunge wa taasisi. Ni commitment ya hali ya juu sana na ni uzalendo kwa taifa. Leo watu wako tayari kuua ili waingie bungeni, lakini wako watu wengine wako tayari kutoka bungeni kwa maslahi ya umma. Hiyo ndio tofauti kati ya binadamu mwenye utu na wasiokuwa na utu. Mita tutarudi baadaye, lakini nyote ni wanawake, afu nyote ni vijana, na changamoto kubwa ya vijana kuingia kwenye siasa ni uchumi. E, wanaamini kwamba ili uwe mwanasiasa lazima uwe na pesa za kutosha. E, uwe mwanamke lazima uwe na pesa za kutosha ndio uingie kwenye siasa. Sasa dada angu Aida Kenani, e, e, kama kijana mimi nimekutambua ukiwa binti kabisa mdogo kabisa, uko kwenye politics na ukafanikiwa kuwa miongoni mwa wenye viti wanawake wa mkoa. Ilikuwa ni nadra sana huko nyuma kumpata mwanamke ambaye ni mwenyekiti wa mkoa. Nakumbuka kwenye baraza letu ulikuwa wewe e, Neema Choza ile na dada wakata viroda Konchela a, ah, ni chama ni wewe na, utanikumbusha vizuri. Sasa e, vijana wengi wanaogopa kuingia kwenye siasa, mimi sina kitu eh. Wanawake wanaona mimi sina kitu eh, pengine nyinyi mmezaliwa na wazazi ambao ni madon eh, mtueleze, hau mmeweza kumanage kuingia kwenye siasa mkiwa mabinti na vijana hivyo. Lakini Daida, na nataka nijue pia jambo moja, ulipomshinda baba mazingira ya nyumbani yalikuwaje? <laughs> baada ya kumshinda wenyekiti, maana mimi, mimi mama angu alikuwa katibu UWT kata wakati mi naingia Chadema, hiyo siku nilinyimwa msosi, yani skula mpaka mzee alipoingilia kati. Sasa wewe ulipomshinda mzee uchaguzi, nini kilitokea? Alafu utaenda ukanijibu hiyo eh, eh, perception ya kutokuwa na pesa kama sehemu ya struggle mnaweza mkaikabili vipi? Karibu dadaida. Asante na sana, nashukuru kwanza. Eh, si mpaka pale nashinda nilivyotangaza